Nafasi hii sasa hivi sasa kuweza kuwakaribisha mmoja mmoja, tuweze kuwatambua, tutaambia wametuletea nini hileo kwenye hizi za Big Bros. Jamani, karibuni sana uh, hapa ndo Big Bros, jisikie mpo nyumbani sasa, sana. Sana. Mm, karibuni sana sasa. Sure, right. Binzveri, kwa isber enda kuanza kufamana kwa majina, mimi naitwa Innocent Kamati mm Innocent, wewe ni nani? Mimi hapa ni ni mjumbe pia ni mwanachama wa taasisi moja inaitwa Oracles Charity Foundation mm. Taasisi ambayo inahusika katika masuala ya kusaidia watu wahitaji mm. Na ndo nimefika hapa kama mjumbe au, au mwanachama taasisi hiyo mm. Ndio sawa, karibu sana, asante sana mm -hmm. Kwa majina naitwa Saibati so yasim mm. Ni member wa Oracle Charity Foundation Mm. taasisi inayojihusisha na kusaidia watu wenye uhitaji maalum kama watoto yatima. Sawa, karibu sana mm -hmm. okay. Basi na mimi jina langu ni Evans Nestori Seng'ongo Mm. Ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji kwa sasa wa taasisi ya Oracles Charity Foundation mm, ambayo imejikita na inajihusisha na masuala mazima ya kusaidia wahitaji mbalimbali katika jamii mm, yeah, ikiwemo watoto yatima mm, wanaoishi katika mazingira magumu mm, wagonjwa, wazee na kadhalika. Mm. yeah. Uh, dada hapo, mimi naitwa Graven Venus Mtonga pia ni mjumbe Hmm. Yeah. Karibuni sana nyote kwa pamoja katika studio hizi za Big Bros uh, hasa katika sahua kipindi hiki cha Jamvini. uh, msikilizaji na imani, umeweza kusikia ugeni ambao nipo nao hii leo ndani ya studio hizi za Big Bros, na ni kukaribisha na wewe pia kwa moyo mkunjufu uweze uh, kutegea sikio uweze kuwasikiliza wageni wetu wao wametuletea kipi hii leo yaani wana nini wamekuja kutuletea hapa katika uh, kiti hiki cha matangazo ama katika meza hii ya Jamvini ili tuweze kuhabarika na kufahamu kile ambacho wanachoshughulika nacho, na kama ambavyo wamekwambia hapo uh, wao wanajihusisha eh, na kutoa misaada ama kufuatilia wale watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi ndivyo ambavyo hivyo nimenukuu ya, yeah. Ah, sawa, karibuni, nitueleze sasa. Ah, mwenyekiti yupo hapa, karibu. Okay, asante. Basi, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba tunatoka kwenye taasisi inaitwa Oracles Charity Foundation. Oracles ni taasisi ambayo imejikita na inajihusisha sana sana na kusaidia wahitaji mbalimbali katika jamii ambapo sisi kwetu tumetemwa mahitaji yao ni kama watoto yatima ambao wanaishi kwenye vile vituo vya kulelea watoto, wanaishi katika mazingira hatarishi. Lakini pia kuna wale ndugu zetu ambao hawana makazi ya kudumu, wanaoishi barabarani mm. Lakini pia kuna wale wazee ambao wanapatikana kwenye vile vituo vya kulelea wazee, lakini pia wapo wagonjwa ambao wanashindwa kukidhi mahitaji yao wakiwa hospitalini. Mm. Kwa hiyo wao wote kwetu sisi tumewatemu kama wahitaji. So jukumu letu sisi kubwa kwa pamoja ni tumeungana vijana kutoka vyuo mbalimbali hapa Tanzania mm. Lakini pia tunao baadhi ya watu ambao si wana vyuo lakini wameungana na sisi, pia wanatusapoti katika kuhakikisha tunaifikia jamii hiyo kwa ukubwa na kusaidia wahitaji yao kutokana na mahitaji yao mbalimbali. Mm. Yeah. Okay, uh, awali nilikuwa na wa, nilikuwa nafikiri uh, napokuwa hiyo ni kama shirika yeah, taasisi. Taasisi. <laughs> uh, nilikuwa nadhani na, na, na, hizi yeah, taasisi huwa nawasaidia wale tu watoto kumbe, kuna wazee pia, viko vituo. Ni kwa nini mnawasaidia na wazee pia? Okay, so kwa upande wetu sisi hmm. First kama tulivyosema tunazingatia sana ile quotation ya kwamba tunasaidia wahitaji mbalimbali katika jamii hmm. So ukienda okay, kwa wazee baadhi the same wanashindwa kuakomodati mahitaji yao ya kila siku hmm. Ambapo kuna baadhi ya watu wenye mioyo mema hmm. Wameamua kufungua senta ambazo wanaweza kuwalelea wale wazee ambao wameshindwa ku, kukizi mahitaji yao. Mm -hmm. So sisi kwa kutambua hilo na kwa kuheshimu kwamba kuna baadhi ya wenzetu ambao wameweza kuwaandaa wa senta. Mm -hmm. So sisi pia tunakuwa na wajibu wa kufika na kuwaona wazee hao katika hizo center. Mm -hmm. Yeah. Lakini ukiachana na hilo kwa nini labda tunawatembelea wazee? Wazee tunaamini ni ni ni, ni, tunu, ni tunu ya taifa na ni tunu pia kwa vijana. Mm -hmm. So ukiachana tu na kuwapelekea mahitaji lakini, kuna muda pia tunaamini sisi kufika kwetu kwao ni baraka mm. ya na pengine na maneno yao kwetu, wenda ikawa ni chachu ya sisi zaidi kuwafikia wengine na wengine zaidi. Uh, tukiachana tuki au wazee uh, tukirudi kwa watoto, watoto huwa mnaangalia yeah, vigezo gani ili e, wabaini kwa, kwa kwamba ni watoto kwa ambao wapo kwenye mazingira ambao wanahitaji wana, wana msaada na hawa wazee pia Uh, hawana familia wani yani hawana watoto na ndugu wengine. Okay, Naomba nianze hapo kwa watoto mm. Uh, kwamba ni kigezo gani tunatumia kubaini kwamba hawa wanahitaji labda kusaidiwa au kutembelewa mm. Uh, first kama nilivyosema, wako baadhi ya wenzetu wenye mioyo mema ambao kutokana na kesi mbalimbali za hawa watoto waliamua kufungua senta ambazo wanawalea wale watoto na kuishi nao mm. so tunaamini kuna possibility kubwa, tunasema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa mm. So, tunaamini yeye, sawa kaweza kufungua center, lakini tunakumbuka kwamba kuna mahitaji ya kila siku ambayo watoto wanahitaji mm. So wadau kama sisi na wadau wengine ndio tunapojitokeza na kuona kwamba okay, na sisi tuna uwezo na sisi pia tunaweza kufika kuwaona na kuwasapoti kwa chochote kitu mm. huenda tusimalize shida zao zote lakini kwa kidogo ambacho pia sisi tumebarikiwa tunaamini kwamba tukisapoti basi inaweza ikasogeza siku moja siku mbili mpaka siku kadhaa mbele. Mm. ya na ikawafikisha mahala, lakini pia kwa kwa kuongezea hapo hivi mm, sisi kama taasisi tumejikita zaidi kwenye mahitaji. Maana yake tunapoongelea mahitaji mm, tunagusa wale wahitaji ambao pia wana kuna wale mahitaji muhimu sana ya binadamu ambao yanahitajika mm. Kwa maana yake kuna mtu anaweza akawa hana chakula, hana mavazi au pia lakini pia kuna watu wengine ambao tunawapa elimu. Mm. Yaani unaweza pia ukawa manake una chakula una nini, Lakini kitu pekee ambacho unakihitaji wewe ndani yako labda ni elimu. Hiyo Mm. elimu inaweza ikawa inakuja kwa ajili ya kukupa matumaini, kwa ajili ya kuja kukupa faraja. Mm. Kwa maana yake ndio sana sana labda unakuta kwenye baadhi ya vitu ambavyo tunaenda, kuna baadhi tuna ya watu ambao tunaenda nao sana sana wataalamu afya ya akili. Kwa maana yake mtu yote yule ambaye anakuwa na uhitaji. Kwa maana yake ndio sasa kuna sisi tumeongelea hao wa vituoni. Mm kwa sababu inakuwa tayari rahisi kuwapata. Mm. Lakini pia ukiachana ambao wapo vituoni, kuna watu ambao pia hapo mtaani. Maana yake, mm. kuna wazee ambao hawapo kwenye hivyo vituo, kuna watoto ambao hawapo kwenye hivyo vituo. Kwa mfano kuna baadhi ya watoto labda wapo pale Ubungo, ukipita wale watoto wa mtaani na nini. Mm. Kwa maana yake ni kwamba wanakuwa wanahitaji hizo kitu, lakini hawapo kwenye hivyo vituo. Mm. Kwa maana yake ni kwamba kuna muda labda mimi na wewe tunakuwa tunatembea. Na wewe unahitaji muhimu mm. lakini una mbii. Mm. Kwa maana yake ni kwamba wale ambao wapo pale ni kwamba sisi tunajua kabisa kwamba hawa wana uhitaji wa kitu fulani. Mm. Na sisi kwa ajili ya kuweza kuwafikia pale, na tunajiorganize kwa ajili ya kwenda watu wengi, ni kwamba nikienda mimi mtu mmoja mm. kitu ambacho napeleka pale ni ngumu sana kukipata kuliko kukipata kwa vitu kwa watu wengine wote. Mm. Kwa maana yake sisi tunajiorganize na tunaenda kwa support wao pale kituoni. Mm. Kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wameshaanzisha vituo, wanawalea hao watoto, wanafanyaje, lakini sasa ni kwamba wao pale, kuna baadhi ya mahitaji ambao wanashindwa yani, kwamba ashaanzisha kuna baadhi ya vituo tushapita ni kwamba watoto hawana wa, wa, wa, bima hawana wa, nini. Maana maanake sisi pale tunapofika pale, tukamgusa yule mtoto watoto mmoja wa, wawili, kutokana na uwezo wetu mm, sisi tunakuwa tumemsaidia tume kama mhitaji, kwa sababu wanauhitaji wa kile kitu mm. Uh, ni kwa nini mlifikiria kuanzisha hii? Sisi tulifikiria kuanzisha hii kitu kwa sababu mm, kuna watu ambao ni wahitaji kama nilivyosema mwanzo, ni kwamba mimi kama mimi Mm. nahitaji kuwasaidia wale watu na huyu pia anahitaji, lakini kwamba yeye labda kama alikuwa na elfu tano anaenda kumsaidia yule mtu, na mii hapa nikuwa na elfu tano nahitaji kwenda kumsaidia mtu, si ndio? Kwa maana yake ni kwamba tukiunganisha tunakuwa na ile elfu kumi inakuwa rahisi kumsaidia yule mtu kwa pamoja. Au muda mwingine labda mii naweza nikawa sina hela ndio lakini kama taasisi ndo tunajikusanya tunakuja tunapita kwa wadau mbalimbali tunapita labda kama hapa Big Bros Radio mm, tunaomba msaada kwamba tunahitaji kwenda kituo fulani kwa ajili ya kuwasaidia watu, kwa maana yake inakuwa rahisi. Mm, ni kwamba upo hapo ofisini upo busy na mambo yako, lakini kuna baadhi ya watu ambao tayari washajikita kwenda kujua washajitolea kwenda kwa tafuta wale wahitaji. Kwa maana yake sisi tunakuja hapa tunakupitia tunakuomba msaada mm, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wale watu mm. na huwa mnatembelea mna vituo vingapi kwa siku au huwa mnatembelea kwa muda gani? hiyo huwa inafuatana na ratiba, kwa sababu hii taasisi yetu mwanzoni kabisa mwa mwaka, kama hapa Jumapili ijayo tutakuwa na tukio ambayo ni Oracles Day. Kwa maanake huwa kuna kuna mpango, mpango kazi wa taasisi, kwa maana labda tunakuwa tumejiwekea kwamba kwa mwaka huu tutafanya matukio yetu labda kwa mwaka labda, labda mara nne, na ndani ya mara nne sana sana ndani ya huo mwaka wa, wa mpango kazi kunakuwa kwa kwa tukio moja au mara mbili la kwenda nje ya Dar es Salaam kama mwezi ulikuwa mwezi wangapi? Mwezi wa, wa nne, tulienda Tanga andeni mm. kwa mkono mm. kwa maana yake tuliorganize tukaenda pale kwa pa ajili ya kuwasaidia wale wahitaji. <coughs>